Kwenye kwenye kwenye mada ambayo umetuandalia siku ya leo. Karibu sana. Asante sana. Makofi. Kwenye kujitambulisha hapo, natakiwa tuseme kama niko single? Itapendeza zaidi. Naonekana hivi si automatically, mlono mdogo sijaoa, so automatically nakuwa single. sijaa <laughs> niko open lakini mpaka upewe some referral kwa rafiki yako. Lazima mtu akusifie aku rafiki. Anyway guys uh, za asubuhi ni asubuhi, mchana Baraka Mafole, lakini kwenye mitandao ya kijamii <coughs> natumia Mafole Baraka, ambacho uh, uh, nimesomea chuo nikisema ni nimesoma

Kabla sija put focus into remote work. Ah, uh, uh, Ah, yeah. Safari yangu mimi mimi kwenye mambo ya freelance na remote working, na working ilianza 2019. Guys, nimeshaanza <laughs> kushare kushare ambacho nimepanga kushare na nyie. 2019, 2020. And uh, it was an accidentally. Nilijikuta huko. Uh, nilikuwa nasoma IT back then. Niko uh, kwanza IT. Kwa nini kwa msoma IT? Yeah, nilikuwa nasoma IT. Kwa wanaojua IT, pale IT ndio somo ambalo watu wengi sana wanafeli. So nilikuwa mwaka wa kwanza, siku moja tulikuwa na kipindi asubuhi. Nikawahi asubuhi asubuhi, tukaenda, nikaenda paka <laughs> chuo, saa moja hivi. Then tulifika pale chuo, pale ndio tukanasema na uzoa miogo. Kipindi hicho 2019 miogo ina trend sana kwenye social media. Wanafunzi wa chuo na miogo, wanafunzi wa chuo na miogo. Then message inaingia kwamba mwalimu hatokuja, kipindi kime kimerishwa kwa hiyo tumekaa na shehe tunapiga story basi, shehe ananiambia, ah, Baraka, mapema afu baadaye tuna kipindi unaje? Tukaenda sehemu ambayo sisi tunakaa guys kulio kama hiyo, siku ingebadilisha maisha yangu because like okay, nikafuata wale washikaji wanapokaa. Wale washikaji wamesomaga wote shule moja, walisomaga Mbeya, sisi shule inaitwa jeshi. Sasa sisi ndio meta, sisi ndio nini, nika sasa so, wakati wameingia chuo wakapanga hostel moja wakawa wanakaa wote. Kwa dada anatokea Mpanda hapa anasemea anasema ana, anafanya kilimo. So, sasa wale watu waambia bana nakumbuka mpaka leo walikuwa na mchele kama kilumie kwenye kwenye hostel yao. Sio you ndio know, utamaduni wao <laughs> watu waambia. Basi <laughs> na story ya mchele. Those people wakati nimefika kila mtu alikuwa busy kwenye laptop yake. Na cha ajabu walikuwa busy Facebook. Sasa so, naangalia <laughs> Facebook wanafanya nini sasa hivi? Kila mtu anajua Facebook ni mtandao wa washamba. Mnakubali? Mm. Ah, wa, wa na na so, na na na na mimi wafanyaji vijana nini? Nini? Facebook Facebook. Nini? Lakini, na Facebook. Facebook Facebook. tuko. So, unaweza guys. Hawanijibu. Lakini wako busy na Facebook. Baadaye nikaja kufikiria watu watu wale walikuwa wanafanya kitu kinaitwa affiliate marketing. Kinachofanyika wanatumia Facebook kuweka ads, alafu watu wakiclick zile ads wanapata wana wanapata ya. Unakumbuka kuna kipindi fulani uh, inatuma sijui tangazo sijui Dangote nini wana wanatoa ajira ile. Mm. Matangazo ukiklik, kuna mtu mahali anaingiza hela. So nikaona, you know, mtu na hiyo ndio mara ya kwanza naona mtu mtandaoni anaingiza dola 300, yaani yeah, like, uh, kwa sababu tumaliza pale kwa kanda la shikaji, nikaona nimetoka nao hapa uh, walikuwa wameenda supermarket somewhere nda ni jamaa kanaisha account yako mbona, okay, hii kila mtu chukua na nakifanya, ndio kimeningizia kidola 300. Huyo mshikaji nasoma naye darasani mimi, nikiamkaga ni mkaga, darasani, narudi nyumbani afi anaingiza dola 300. Na wengi siku hizi nimezoea, lakini nzizo dola 300 nilikuwa nasoma eh mtu analipo kwa dola sije kushika dola sije fanya chochote uh, wakati wakati tumemaliza wakati uh, washiriki wanaonyesha leo mimi akili uh, yangu iruka yani wakati nirudi nyumbani kisha nikaanza kunisimamia na search how to make money online. Nikakuta maelezo ni mengi, hata kuandika ni karibu karibu na COVID. COVID COVID COVID. Uzuri, baada ya muda kidogo COVID ndio iliingia. Kama nakumbuka COVID ilikuwa 2020 hivi ndio tukapiga lockdown. Nchi nyingi kwa shanza. So, wakati tuko hiyo pindi ya COVID, ni ni mimi tu na how to make money online. Ah, ni ni so, ni nikaanza kukuta stu, platform kama Fiverr, Upwork, nikaona zinanichanganya, unaumiza kichwa na kuna baadhi ya platform ambazo wakati najisajili nijisajili kama client, mimi sina uwezo hata kuandika, pia changamoto chuo, unahangaika, mimi najisajili kama client, nataka kuhaya watu, so nika nijaribu sikumbuki kama nilipata wateja kipindi kwa muda but uzuri wakati tunafunga chuo mwaka kwanza mimi so na na focus na shule kwa sababu naona unakuta, unaingia hapo kunakuta mtu ameingiza I dola 1000 alafu anafanya uh, tu Swahili, uh, tu Swahili translation, English translation mimi nimesoma form 6 so nikawa, nikawa nime i mean uh, wakati but field field nikaja nikafanya like, science hapo hapo hapo wanaitwa buni buni buni mnapojua mm -hmm. mm -hmm. so, eh sasa kipindi hicho walikuwa wanafundisha digital skills wana wanakaribisha watu, nafikiri watu wengi ambao wanafanya vizuri sasa hivi kwenye teknolojia, kipindi hiko ndio walikuwa wanashinda shinda pale kwenye tech. Kalo watu wote ambao wana kampuni za teknolojia zinafanya vizuri sasa hivi, mimi nimewajulia pale Buni kwasabu, docemu, kwa sababu ndio semu wao walikuwa wanafundisha kwa bongo, ambao wanapenda kwenye mambo ya teknolojia wanakaa pale. So ile training ya Buni kidogo ilinipa mwanga kwenye vitu ambavyo vinaendelea kwenye teknolojia na ikanipa confidence kwamba kumbe kuna kitu inaitwa digital skills na unaweza kujifunza na fika kuingizia kipato. So story kuifanya hiyo ndefu ifupi. Story ndefu kuifanya hiyo ifupi. Sikupasi huo mwaka wa kwanza. And uh, the greatest part ni kwamba sikupasi, alafu nikaupload kwamba sikupasi. Yaani, wengine wanaogopa hata kusema, guys, sijafaulu, sisi sifai. But me that time nishaanza kupata pata vidola. I don't care. But uh, pia tusipeleke mbele sana story. Ni kuja baadaye nikarudi chuo nikamaliza. So ni kwenye hizo hizo hela za mtandao ambazo ni focus nazo because that time <laughs>

nikaanza kujifunza digital marketing. Kuna course moja ya Udemy tena nisome nini, alikuwa ametoka kidogo nje nje za anafikia kwa fomisine, fomisine, fomisine, fomisine, Nikalipia hiyo hiyo, hata mpaka leo wiki mbili, but good thing hiyo course ilinisaidia, nikapata client moja, kuna moja startup, nianza ni ku manage social media account yao but ma post zangu zenye hizo umeziacha mpaka leo but sina hata confidence ya kuziangalia. So ah uh, hapo ndo journey yangu ikaanza kwenye mambo ya ya freelancing. So kwenye zetu freelancing platform nikaanza ku put focus mainly, mwaka mzima nilikuwa tunata nyumbani kwa ni mimi kuloga huko kwenye log in kwenye hizo platform za freelancing kulogin kwenye hizo platform za kujifunza YouTube, kipindi iko bado ilikuwa bei rahisi kidogo cha siku hizo ukiona elfu kumi mwezi mzima unatoboa ya nimna ana shida. Sasa so kwa anajifunza those skills but hivi nikaanza kupata wateja. Kwa nakumbuka mpaka leo siku ya kwanza kabisa nilipata mteja alikuwa na sentence moja ya Kiswahili ya ya Kiingereza nataka itranslate iwe kwenda kwenye Kiswahili afu ni record. Yule client man aliweka dola 10. Sentence moja inachukua inachukua dakika ngapi ku ku translate? <laughs> After you you Kiingereza ni chepesi kichizi. Nika translate ilikuwa uh, usiku. Ah, nilikuwa ni sitangu na bibi wangu. Nika nikifanya kazi tru, tru. Nene, kaza, tu na sekunde kadhaa tu, nikawa nishamaliza nika record nikamtumia. Akasikiliza, akaangalia, akasema iko vizuri. Akanipa aka na bonus ya dola mbili, dola 12. Sikulala. Na dola 12. Yaani kila saa nenda ku refresh hii na ingia hii na ingia ngapi? Kila mtu sasa hiyo alikuwa milani kaenda, nikamwonyesha, "Hey, nimelipwa sio nini?" Bakimaa, hakuna mtu ambaye ananielewa unaona wananielewa kidogo so nikaanza kupata client nimetoka dola kumi na mbili dola kumi uh, nikaenda mpaka dola elfu mbili elfu nne elfu sita. Nafikiri kwenye account yangu na kama dola elfu sita point sita but mimi niambiwa leo hamna so sikuja na laptop yangu um, ninge- ningeonyesha zaidi kwa vitendo mpaka dola elfu sita Like, kuna siku, kuna kipindi fulani hivi, nafikiri, nilienda nilienda benki nikiwa niko sina miaka mingapi, nilipata client mmoja alitaka nimsaidie ku, alikuwa na audio akanomba nimsaidie ku ku, trans, uh, ku transcribe baadhi ya maneno kwenye ile audio audio zake. Haikuwa kazi ngumu kwa sababu ilikuwa ni Kiswahili, unasikiliza Kiswahili afu unaandika unachokisikia. Ah, uh, nikawa nimefanya ile kazi, na alikuwa na audio nyingi, hiyo client ile <laughs> project yake like nilifanya kwa muda mrefu. Sasa ile zilianza kuingia, sio zinaingia kwa mafungo, kwa nika nika, nimeenda kingine kwa kwa benki moja hivi ipo karibu na kwetu, niko mdogo mdogo. Sasa kwanza juma tatu nimeenda benki nikatoa, siko si milioni moja si na shilingi mbele za ndo, milioni za mwanzo mwanzo, kwanza kuzishika. Nimeenda kama mara tatu ndio, kama mwezi mmoja, nimeanza kwa milioni mbili so i was like I don't kama milioni tatu na nende, niko mdogo mdogo. Sasa mpaka mikana naogopa hizo sasa, nikawa na kanaanza nime

Zaidi kuna mtu mmoja ilikuwa nimejisajili nikatuma invitation ya kazi. Kwa hivyo kwa kwamba tuna project ya haraka, tunatafuta mtu ambaye anaweza akaifanya ni kwa of course. Na kama mtu anataka mtu mmoja ambaye anaweza akaifanya. Ni kama kama unasema unaweza kwa search Mafole Baraka Instagram. Na mtaona kwa story. Kuna kazi tunataka kufanya. Uh, Jesse Jesse maelekezo si uh, wakaniambia kama una sample maana ni cast ya audio, wakanipa sample kama una sample ya audio uh, unaweza kutuma sisi tutaiangalia. Then usiku nime nime record hivyo muda usiku nikatumia kila kitu, mika, kitu nika chat tungatuma. Nikalala. Namka leo asubuhi hiyo kazi wamenipa. Yaani nime ndio saa nane asubuhi wamenipa imenipa. Okay. Ukiangalia okay, kama umeona kwenye story yangu hapo, hiyo kazi ni dola ngapi? Kama una tuma message. Dola ngapi? 15. Ndio Si ndio? Hiyo hiyo ni jana nilikuwa leo asubuhi. So ika niko na kwa naongea so, uh, na Rusagira akawa ananiambia nilikuwa nauliza kwa dakika. Bosi, session yangu ina saa ngapi? Kwa sababu nilikuwa na hesabu saa 4 mpaka saa 5 dola kumi na tano saa ngapi? Na hiyo kazi inaisha kesho. Maana kwa kila saa dola kumi na tano. So kitu gani ambacho tunakizungumza au ambacho uh, tunataka mkizungumze leo? Dunia sasa hivi imebadilika. Mno mno mno. Uh, na karibia kila sekta kama umefanya utafiti imekuwa affected na teknolojia. Ukija kwenye mambo ya usafirishaji, sasa hivi unataka uende mkoa wote. Zamani mkoa lazima uende Ubungo pale, waanze kupambana na, na watu je, kwa sababu sasa hivi unapambana na wale watu eh zamani kwa Ubungo, sasa hivi Mbezi unapambana na wale ma, madalali manne ambao wanakwambia pande basi fulani, lakini kama siku hizi kuna baadhi ya makampuni unakaa zako tu, unaingia kwenye website yao, una book site hapo Ukienda pale stendi unanyosha mpaka kwenye basi yako na seti yako unakaa. Karibia kila sekta. Uh, sekta nyingine kama afya siku hizi. Siku hizi watu wana wanapimwa magonjwa kwa kutumia teknolojia. Afya mzuri kwenye afya teknolojia tumezoea. Labda tuzungumzie swala la elimu. Siku hizi unaweza kwa uko zako hapa Bongo la, lakini unajifunza una kuna vitu vikubwa kama Harvard na Miss Quiz vinafundisha online au YouTube, tunaweza kujifunza chochote. The same change ambayo imefanyika kwenye sekta nyingine The same change pia zimefanyika kwenye sekta za kazi, na focus yangu zaidi ni ku leo ni kuangazia like how teknolojia imeaffect sekta ya kazi na namna gani tunaweza tukatumia opportunities ambazo ziko hiyo. Uh, tunaweza tukatumia hiyo kama opportunities kuingiza income kwenye sekta ya kazi. Uh, siku hizi kuna mabadiliko sana ambayo imebadilika kwenye kwenye kazi, kuanzia namna kazi zinavyotolewa, kuanzia namna ambavyo kazi uh, zinakuwa applied na pia ufanyaji wa kazi zenyewe. Zamani ulikuwa ukienda kwenye interview lazima ukutane na HR apo interview. Juzi kuna platform moja inaitwa Meko kitu kama hiko. Nime wamepost kazi yao, nimeenda kwa apply hapo ni AI na ni interview. Nimekaa pale inaniuliza maswali kulingana na namna ambayo mimi ninavyojibu. Inaitwa cause. Kabidi <coughs> niandike. Yeah, so unaweza kwa search Melka slash interview. Hapo unaweza kwa kwa practice kufanya, unaweza kwa press kwa kufanya practice au kufanya interview na au AI wako. Wako na vitu vingi sana ambavyo unaweza kujifunza e kwenye kwenye hiyo yani, okay. Hao wana kazi kazao, Amerika, kazi zao kwenye hiyo website ya Amerika, kazi nyingi wanalipa dola 60 dola 50 kwa saa. Changamoto ya hiyo website ni kwamba wanataka sana watu ambao wako Ulaya wako sehemu gani

Zamani ilikuwa kupata hiyo kazi kazi eh, kazi kazi ni ya dola kumi na tano kwa saa niko of ni, ni uh, so mabadiliko <laughs> makubwa sana kwenye kazi uh, interview, interview, interview, interview, interview, interview, interview, utoaji wa kazi. Sasa hivi, zamani yuko kupata kazi Marekani lazima upande ndege uende ukafanyiko kazi Marekani. Lakini siku hizi kwa sababu most of kazi ya vitu vingi viko automated kwenye teknolojia, kwenye laptop na nini, miyote, na nini, unaweza kufanya kazi sehemu yote na ukapata mwajiri yoyote ambayo atakufanyia. Kwa mfano, uh, mimi ni mfano mzuri kwa sababu career yangu mimi nimeanzia kwenye freelancing, kwenye hizo freelancing platform. Nikaja nikapata client ambaye ameni hire remote. Mimi maisha yangu mpaka okay Sili, kwa sababu bado na miaka mingine na ziada mpaka sasa hivi mambo ndipo sijaikuajiriwa sehemu ambayo naamka asubuhi, unaenda unarudi nyumbani. Mimi nikiamka asubuhi nawasha laptop yangu na vikao na vitu vya kutuma kila siku, yani kazi zangu zote mimi nafanyia nikiwa nyumbani, yaani mwisho mwezi nalipwa. Ajuzi nilikuwa na nimeenda kumsaidia dada yangu, nikakuta na watu wa dada yangu wadogo sana. Sasa anaweza wewe, mbona wewe ndio kazini ni afa ile unatoa hapa ndio? Sasa yani ndio mara tatu, of course ni niwaambia YouTube ananilipa nilipa na nini, kwa dangana dangana kwa sababu concept ya remote working ngumu, lakini kwa wao YouTube wamezoea. Zauri problem ambayo ipo sasa hivi hizi, uh, hizo kushita ambazo ziko online na nini ni, ni nzuri, but kuna matatizo ndani yake. Ya matatizo mengi ambayo yako huko ni positive. Changamoto ya kwanza, competition ni kubwa sasa hivi. Au compete na mtanzania mwenzako, una compete na mtu ambaye yuko Asia, mtu ambaye yuko Ulaya, ambaye education system yake ni kubwa na ni nzuri kuliko ya kwako wewe. Unajua the difference ya elimu inayotoka kwenye nchi zetu na nchi za zingine. So, kama unataka kuingia huko, it's so important kuja upskill kadri uwezavyo. Siku hizi kuna YouTube ndio nasema chuo kikuu kikubwa zaidi duniani. Kwa chochote ambacho unachokitaka wewe, unaweza kujifunza YouTube. Kwa mfano, kwenye channel yangu ya YouTube, juzi nilifanya interview. Of course nimefanya interview nyingi hapo katikati. Na sio Mafole Baraka yake in case mtataka kuniuliza. Ah <laughs> uh, kuna jamaa mmoja anafanya kazi ya translation, anafanya upwork. Ameingiza milioni 200 upwork kwa kufanya kazi ya translation. Ni Mtanzania. Kwa jamaa mwingine yuko tena, yuko Mwanza sijui ngapi, anaingiza milioni tisa plus kwa mwezi. Anafanya kitu YouTube automation na hizo information zote ziko YouTube. Kwa mfano jana, tumi nilikuwa najifunza kuuza digital product kwa kutumia platform ya Etsy, na nimejifunza tu YouTube. Kwa wangapi wanajua Etsy? Au niandike Yo, sio ya Yeah, people, replacement kwa kuuza tu template. Umeweka template hapo ananua kwa mwezi na hizo zako dola buku, dola buku mbili na nini. So, hiyo competition ndio nakuja kwenye kitu cha pili ambacho nitaka kuzungumzia. Skills. Ah, uh, like invest kwenye ubongo wako. Utajishukuru siku moja. Na changamoto kubwa ya kwetu sisi wa bongo like ka ile kuwa ah, uh, mtu anajua kwamba as much as yeye amesomea chuo ni lawyer Maisha yake yote basi atakuwa ni lawyer. Kuna lawyer usije kashika shati. Anatoka. <laughs> Au <laughs> kama yeye amesoma kwa accountant basi maisha yake yote ni accountant. But kwa teknolojia yes sasa hivi ambayo kuna opportunity ya kujifunza vitu vingi, kujaribu vitu vingi. Kama unaweza just yes, jaribu kujifunza vitu vingine. Just yes, ongeza tu knowledge. Unaweza kukosa kazi, lakini wewe kitu kusaidia wakati mwingine. So, kwa nyama mambo yetu kwa rahisishia kuna skills ambazo zina demand kuliko skills nyingine. And uh, ini, hii uh, ni maoni yangu binafsi mimi kutokana na research, kutokana na miaka ambayo nimekuwa kwenye platform a uh, skills ambazo mimi nimesikia tukio hizi kwenye maeneo manne, skills ambazo zina demand. Eneo la kwanza ni eneo la programming kama kawaida. Eneo la pili la skills ni marketing. Eneo la tatu ni eneo la writing, na eneo la nne ni eneo la creativity Mendaraka Eh? Yeah, ah, okay, ok, n sogeza karibu. So ni marketing, mm-hmm. Kuna programming, kuna writing na creativity. Sawa. Na by the way, ili usucceed huku mtandaoni kwenye hizo kazi za remote au kazi za freelancing, unahitaji uwe na vitu vitatu. Unahitaji uwe na skills, unahitaji uwe na digital device. Digital device, mimi namaanisha laptop. I know guys, uh, you can start na simu, but uh, to be honest, uh, laptop inakupa uanda mpana wa kuenzi zaidi. Kwa sababu, kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kuna baadhi ya tools ili uzitumie lazima uwe na laptop.

usajili kila siku, anasema digital marketing, digital marketing. The great thing about digital marketing uhitaji hata client ambaye yuko nje ndiyo upate kazi. Sasa hivi bogo demand, changamoto ya wa wateja abogo, ndiyo atakulipa tu kidogo, ila kazi utapata. Hao watataka ufanye na video editing na social media manager, lakini kazi utapata. So digital marketing uzui, digital marketing pia ni combination ya skills nyingi sana na hizo skills zote zinaweza kujitegemea kama kazi zake. For example mimi nafanya community management zaidi kwenye hii digital marketing. So digital marketing uh, niseme labda niwape mfano, kama ulivyo daktari, kama daktari ulivyo uh, kuna mwingine anaweza kaamua awe daktari wa meno, kinywa, kinywa ndio vizuri eh yeah. Meno na mwingine anaweza kaamua daktari wa usikivu, sikio. Mwingine kama grow hapa vina saba So, na kwenye digital marketing, unaweza kuamua kuwa social media manager, maana yake una deal na kumanage kwa ofisa watu. Unaweza kuwa copywriter, maana yake copywriter wale wanasaidia kuwate wafanyia biashara kuuza kwa njia ya maneno. Unaona gari matangazo yanokaga nje, uh, kwenye billboard na maanisha. Kwa tangazo la kutana nayo utaangalia utalisoma mara mbili mbili mara tatu. Hiyo ndio kazi ya copywriter, kufanya wewe yani kule ku, kunawirisha maneno Kiswahili gumu. Naanisha maneno kiasi kwamba uvutiwe kusoma tangazo au uvutiwe kununua. Mlango kisha mniambie. Ah, kundi la tatu hiyo uh, ya watu ambao wanafanya kazi kwa dada hapo amesema ni virtual assistant. In nyingi, lakini, abao, like, uh, virtual assistant ni combination ya skills nyingi lakini watu wengi ambao like ili uwe virtual assistant ni mzuri lazima uwe na skills za digital marketing. Kwa sababu lot of clients wanahitaji no, msaada kwenye hilo eneo. Kila tatu ambayo ipo kwenye marketing wanaitwa media buying. Media buyers ndo wale ambao wana deal na ads tu kwa za mtandaoni. Yani kama ni Facebook ads, kama ni Instagram ads, kama ni ads zozote au media buyers ndo wanakuwa wana deal nazo. Kuna sisi community managers, kuna content marketer, wako pia kwenye kundi la marketing. Lazima kujua, uh, kujua. Lazima kujua skill gani ambazo unapenda kujifunza au skill ambazo uko nazo zitakusaidiaje? Kuna hii tool inaitwa Google Career Dreamer. Kama mnaona. Kuna hii tool inaitwa Google Career Dreamer. Ni tool ya Google. Bahati mbaya hii tool Tanzania haijaruhusiwa, lakini si mnajua mtaka kupata kitu ambacho Tanzania tumiki. Eh? Mainge tu VPN paita. <todicum> Unaweka Marekani me vipeni kosa kisheria jamani bar seriously, yeah, so search Google Career Dreamer, so it Google Career Dreamer. Uh, weka zipo, inabidi ufeed information eh, hey. <laughs> Unafeeda information zako zote so ambazo uko nazo nenye na yeye, anakusaidia career gani inabidi ufanye uchukue, sawa so, skill up ni programming. Kama unaweza ku code kutengeneza mobile app au kutengeneza website, programming ina hela AI, I mean kuna gigs nyingi. So, only changamoto tunajua wabongo wengi hatupendi hesabu uh, na wengi ambao wanataka kujifunzaga hivi vitu, hutakani kuanza from scratch. Siku hizi kuna kitu kinaitwa no code. Unaweza kutengeneza mobile app, unaweza kutengeneza website bila code. Kuna tool moja naitwa Lovable, ambako na unajua Lovable. Yule mpomo na embe tunitengenezee website. Kwa AI, na hiyo una utafiti tu kama nataka website yenye hii na hii na kutengenezea. Kuna tu inaitwa Wix, kuna tu inaitwa Isweet. Kuna tu nyingi sana ziko kwenye AI no code. Eh, damu ni mchache tunaenda haka. So kwenye no code, uh, kama programming coding, uh, language za kushinda focus na no code. Skill ya tatu ni writing, kama unaandika content hiyo za social media za whatever zote zinafaa kwenye hii part. Na skill ya mwisho ni creativity. Uh, creativity hapa uh, kuna skill moja inaitwa UI and UX design. Mbona tunajua? UI and UX design ni wale watu ambao wanadesign muonekano wa website na mobile applications. Hii wanalipa vizuri. Kampuni nyingi zinalipa dola 1000 1500 kwa mwezi. Ukitaka kujifunza UI and UX kwa zero, na kozi inaitwa Foundation of UX Design. Inatolewa na Google. Kozi fulani hivi ina karibia, watoto ambao wanafanya UI and UX ambao nawafahamu, bongo wamechukua so bongo tu, hata Africa nzima imechukua, hizo zimesoma watu zaidi ya milioni moja pale kwa Coursera. So if you can, unaweza kutafuta hiyo course ukajifunza. Ni wanatoa financial aid lakini utaka cheti sijui kama ndio sasa hivi kitu kama hicho. Video editing pia inaingia hapa. Unaona kuna hiyo CapCut. CapCut iko iko na hela pia, unajua tuko edit kwa kutumia CapCut. Unapo, unajua kutumia Canva. Canva pia kuna hela. So hapo ni skill kuna kuna sehemu ambapo unaweza ukapata wateja. Hizi ni website ambazo wanapost kazi ndogo ndogo. Kila siku inapostiwa kazi mpya, wanalipa kuna mtu uh, nafikiri bongo mtu ambaye anaongoza hivi ana dola laki mbili kitu ama kitu laki moja Wakenya kwa mtu kama dola laki nne ukiingia YouTube yangu ya Mafole Baraka, kwa jamaa ameingiza milioni 200 kwa kufanya tu translation hiyo, website ipo kwa na mimi nafunga ngapi huko tangifu mshina ngapi nyingine, inaitwa Fiverr pia the same, njia nyingine kupata wateja au spelling inakuwa kuna stack Yeah, hiyo hapo ivyo unasema tukitu ambacho unajua ukifanya basi utapata. Sehemu ya pili ya kupata wateja kwenye social media, Instagram, uh, Twitter, YouTube. Kuna wateja. Sehemu ya tatu ni kwenye website za makampuni. Kampuni zi nyingi zina haya wafanya kazi wa remote, lakini kazi wana post kwenye peji zao za makampuni. Sehemu ziko nyingi guys, uh, mtashuti video si itafanya auto au tulizana baadaye. Pia kitu kingine cha Mungu ambacho mtu anataka kuzungumza unapokea sasa hela. Kumbuka wateja wanakulipa ukiwa nje. Ukiwa unakaa uh, unakaa bongo au unakaa nje. Kuna app moja inaitwa Grey. Sio mkubwa. Na hiyo Grey, Grey don't steal. Grey ya So Grey yenyewe inakusaidia wewe kufungua akaunti za benki za Marekani, Uingereza na Ulaya. So mteja wako anaweza kukulipa then unatoa tu bongo rahisi. Pia wakati mwingine utahitaji, kuna baadhi ya wateja kwenye nchi kama Urusi, nchi zilizofungiwa, wanataka kulipa kwa crypto. So na ndio na app kama Binance, then ufungue wallet kwenye stablecoin. Stablecoin ni coin ambazo ziko kama USD, ni kama ni stable. Nikisema stable, maana yake zina value sawa na US dollar, ambayo ni USDT na USDC. Na country anaweza kwa kulipa kwa kutumia crypto. Crypto ni basi. Nina mengi ya kuzungumza na nyie, ningependa kushare na nyie vitu vingi, lakini muda sio rafiki kwangu. Asante sana, asante sana. Makofi mengi sana. Tutakuwa na panel baada ya mzungumzaji anayefuata, alafu mtapata nafasi ya kumuuliza maswali, atafunua kwa kina zaidi. Kwa hiyo msihofu, au sio? Kwa naomba uturuhusu mzungumzaji mwingine azungumze, alafu baada ya hapo tutakaa hapa kwa kama